Riziki Lulida, Mheshimiwa Hawa Abdurrahman Gasia Jandai. Mheshimiwa Naibu Spika ni kushukuru kunipa nafasi na mimi nichangie finance bill ambayo iko mbele yetu. Awali ya yote niombe wale wanaotunza muda watutendee haki, upande wa pili kumekuwa na tabia ya kukata muda. Last time nilichangia, Mheshimiwa Naibu Spika, badala ya dakika kumi nilipewa dakika saba na nusu kwa hiyo na mimi naona kabisa muda pale nimeanza ngapi. Mwache kutukata muda Mheshimiwa na... Na, na huo unaozungumza uhesabie pia, kwa sababu usihesabu saa hizi ukaanzia mahali ambapo umeweka wewe nukta, wakati ume, umeanza kwanza na priambo ndefu kidogo, naamini na wakwako na pia utakuwa umehesabiwa, utakuwa deducted. Nakubaliana na hoja yako lakini pia kwa interaction upunguzwe Mheshimiwa Naibu, uendelea na mashindano, muda wako unazidi kwenda na hapa wa kwangu, mimi naruhusiwa kuongea na wewe, unaokatwa ni wa kwako wewe. Sawa, Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nategemea kuchangia yafuatayo. Mafuta ya taa na, nachangia mambo matano: mafuta ya taa, kodi ya majengo, ushuru wa hoteli, ushuru wa mazao na vitambulisho kwa wafanyabiashara wadogo wadogo lakini kabla ya haya Mheshimiwa Naibu Spika, niseme machache ambayo yamejitokeza juzi. Kwa hali ya kawaida, mimi naamini bunge letu linaongozwa kwa kanuni, lakini pia kura ya bajeti, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kura ya imani na ipo wazi. Ninyi ni serikali, ni chama mnachoongoza, sisi ni wapinzani tunaotegemea kuingia madarakani hatuwezi tukaunga bajeti yenu, ni kanuni, ni wazi. Hata kesho kutwa ninyi mkawa wa upinzani, mnaweza mkawa na mawazo yenu badala na msiunge ya kwetu. Lakini pia mheshimiwa naibu spika, nilishangaa sana kwa mara ya kwanza. Mimi labda mwaka wangu wa sita au wa saba, haijawahi kutokea mwongozo, mtu mmoja akiomba, wanapewa watu wengine sita nyuma yake, the same mwongozo. Ndio maana ilikushangaza sana na bahati nzuri mlifanya zile siasa mkiwa mmeachia television wazi watanzania wamewaona ubaguzi mnaoufanya wa wazi, wazi. Lakini hata kama mnakutana kwenye vikao vyenu vya caucus, ni vizuri mkakumbuka critical thinking na argumentation mmeletewa jambo. Lakini pia ni vizuri mkajiongeza hivi. Kwa hali ya kawaida, leo nchi nzima, miji mikubwa, tunaongoza sisi wapinzani, tukiamua kwa kauli zenu za ubaguzi, ndugu zetu mlioko madarakani tukaamua kukusanya zile kodi wenyewe, maendeleo tutashindwa? Hii ya majengo mnayochukua ninyi, ya mabango mnayochukua ninyi, kodi ya ardhi mnayochukua ninyi, ambayo hamrudishi, tutafanya maendeleo na wananchi wetu, watapata barabara, watapata hospitali, watapata kila kitu. Lakini mkajisahau, mkaona mfanye siasa za kibaguzi. Maana yake ni nini? Mnawaambia watanzania kwamba mtakusanya kwenye miji yetu hamtoturudishia na how if si tukaenda kwa Watanzania tukawaambia msilipe kodi, maana ninyi ndio mmeanza. Na waliwaona leo ukiwaambia kwamba wasilipe kodi, kwanza mlishawaambia, kwa sababu mmesema hamtapeleka kwenye majimbo ya upinzani. Maana yake ni nini? Mmewaambia wasilipe kodi. Ninyi ndio mnaleta matatizo kwenye taifa hili. Sasa mfikirie. Ndo maana nikasema kwa wale ambao walisoma siasa critical thinking na argumentation na ways na methods of decision making. Maamuzi mliofanya mmejichonganyisha, mmejichora kwa Watanzania na ni aibu. Na tunafahamu mlishaanza siku nyingi, ndio maana hata hela za mifuko ya jimbo huko wapinzani mmeanza kutukata, mmejiongezea me, ninyi mfuko wa jimbo, nikatolea mfano nikaombea mwongozo wa mmeshaanza, iko wazi, na hizi pesa mkianza mki kukusanya hamtotuletea. We are ready kwa hayo mnayotaka kuyafanya. Lakini mimi niwakumbushe tu, msifanye siasa za kitoto. Watanzania wanaona inatia uchungu, mnagawa taifa hili. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba hayo yatoshe ya, ya na msizidi na mawaziri wala msiendelee kuyaongelea hapo, ni aibu kwenu, mnagawa taifa hili. Mheshimiwa Naibu Spika, mlisema kuna mchangiaji amesema serikali ni sikivu, eti ndo maana mkaleta sheria mkabadilishabadilisha sana kwa sababu mme accommodate mawazo ya wabunge kama ndivyo, hili la mafuta, mafuta ya taa limewashindaji? Haya mafuta ya taa nani asiyejua kwamba road license haihusiani na mafuta ya taa? Hoja si ni kwamba uh, serikali ni sikivu, mme accommodate mawazo, ndo maana mkaleta ile uh, yale marekebisho kwenye, kwenye finance bill. mafuta ya taa ndugu zenu wanawasha taa vibatari Hakuna gari linalotumia mafuta taa. Alipo mbona ile mrekebishi, kama serikali ni sikivu? Na nishauri ti, tu kama ninyi ni wasikivu, toeni hili na, na bajeti hii, Mheshimiwa Naibu Spika, na hii finance bill, maana yake kila Mtanzania atalipa kodi, wala msijificha maana yake ni nini? Hata yale ambayo mnasema mmefuta me, me, license motor vehicle mmehamisha hata kwa watu ambao hawana hayo magari kwa hiyo hili la mafuta hata mimi nipate ni, ni ufafanuzi kama mlikuwa wasikivu, kwa nini mpaka leo hamjafuta? Kwa hiyo iondoke. Lakini lingine, mheshimiwa naibu spika, ni swala la kuwatambua machinga hawa ma MC, mama lishe, wauza mboga mboga. Jamani, lengo lenu ni jema kama mnasema mna, mna, mna, mna mnavyosema, lakini si jema, mmeshindwa tu kuandika mstari mmoja kwamba mnaenda kuwatoza kodi. Hivi una, unaweza ukaniambia unataka kumtambua MC leo yuko kwenye kitchen party, kesho yuko kwenye harusi, kesho kuto yuko kwenye msiba, kesho kuto yuko kwenye ubarikio, eti unataka kumtambua huyu movement yake unamtambuaje? Haya mama anayeuza mboga kichwani, eti hata wauza mboga mboga, hata aibu amna, mnaandika wengine. Wanatembeza nyumba kwa nyumba, unamtambuaje? Unampa kitambulisho ili iweje? Eti wauza mitumba hawa mnataka kuwatambua mwape vitambulisho kweli? Semeni mmeamua kupeleka kodi kwa hao wafanyabiashara wadogo wadogo, mamalishe watalipa. Kwa nini mnamumunya? Mbona liko wazi? Andikeni pia tujue, na tukienda kuwaambia Watanzania hao, mmeshajiharibia sana. Taarifa mwenyekiti. sana mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, naibu spika, uh, Gekul, sana naibu spika, nataka tu nimpe taarifa dada yangu Gekul kwamba identification ya informal sector kote duniani best practice kote ni process ya kufanya kitu kinaitwa incubation kwenye enterprise identification. Ni swala la incubation kwenye mfumo wowote wa, wa dunia wa kibiashara, it has no relation with taxation, it has no relation na tax regimes. Kwa hiyo mimi nachosikitika tu mimi na mwaka mmoja um I can see a lot of spinning and misleading zinaendelea ndani ya bunge on both side and this is wrong. Ni mheshimiwa, kwa hiyo nataka tu nimwambie kwamba identification ya mamantilie, identification ya machinga kote the, ukiangalia mfumo unaoitwa black empowerment South Africa wame wameidentify hadi car wash wanaofanya car wash wako kwenye proper database za, za councils. Kwa hiyo tusimislead vitu kuna ishu zipo, mnajenga hoja za msingi lakini sio kila kitu tumislead. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Pauline Gekul, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa naibu spika, taarifa imetumia dakika tatu, muda wangu uwe pale pale. Kwanza sina sababu ya kubishana Mheshimiwa Gekul. leo una shida gani? kwani una shida gani wewe? endelea kuchangia. makatibu wako hapa wanaangalia muda, hajaongea kwa dakika tatu, na mimi pia nilikuwa naangalia dakika tatu. Wewe saa yako inakimbia sana mbona. Naomba useme kama unapokea hiyo taarifa au hapana, alafu uendelee na mchango wako. Taarifa sipokei, kwa sababu hata waziri wakati anawaenda palisema lengo la kuwatambua ni nini, kwamba baadaye wakawe walipa kodi kwa hiyo kama, kama mheshimiwa mbunge hakuwepo, Hansard ipo itatafutwa, na, na, kama hakuwepo wakati anawenda tutatafuta Hansard. Mheshimiwa naibu spika, hili la kuwatambua, mkawatambue, lakini mkijua mmeshindwa kukusanya kodi kwenye makampuni ya madini mnataka mkawalipishe hawa wanaotembeza mboga mboga isoke okay. Tutawaambia, tuta tu tutakutana huko. Niende kwenye hoja nyingine, ushuru wa hoteli Mkanganyiko mwingine ni huu mheshimiwa naibu spika, kwamba miaka mi, mi, sita niliokuwa kwenye bunge hili kulikuwa na mkanganyiko wa ushuru wa huduma kwa makampuni ya simu, mkasema mtakwenda kuyarekebisha mtaangalia hilo mkashindwa. Lakini hata ushuru wa hoteli kulikuwa na mkanganyiko wa hoteli za five stars na hoteli zingine mk, miaka mingi halmashauri zikawa hazikusanyi. This time meleta tena mkanganyiko. Mimi nishauri tu mheshimiwa waziri, angalia na mwongozo utoke mapema ushuru huu wa hoteli unakusanywa kiasi gani na halmashauri zikusanye, kwa sababu mlivyoandika manake hata ukusanyaji wake ni mkanganyiko mkubwa sana. Lakini kama halmashauri zetu mmeondoa vyanzo vingi, hata hivi vingine vinavyobaki mnaondoa mkanganyiko, haisaidii. Mnasema isikusanywe huku, ikusanywe, sijui hoteli gani, hampeleki mwongozo. Pelekeni mwongozo, hili likae sawa. Mheshimiwa, ushuru wa mazao, hili la ushuru wa, wa, wa mazao mheshimiwa waziri umesema kwamba tani moja imesamehewa mazao ya chakula lakini pia mmeshusha kwa asilimia mbili kutoka tano sasa ni tatu kimsingi halmashauri zote zilikuwa zinakusanya asilimia tatu walikuwa hawajafika hata asilimia tano lakini toeni vitambulisho kwa wale ambao mfano mi babati mjini wafanya wakulima wengi wanalipa babati, wanalima babati vijijini galapo pale lakini huu usumbufu sio kwamba iwe ni tani moja kama nimelima tani kumi na mazao ya chakula yapitishwe kwa halmashauri zote mbili kukaa chini na kuwapa uh, wa kitambulisho wakulima wanaotoka halmashauri nyingine, wana cross border. Lakini hili la kusema iwe ni tani ngapi, uh, iwe tani chini ya tani kumi haitosaidia wakulima wetu, kwa sababu pia kule wanakokodi mashamba wanakuwa wameshalipa fedha na wamechangia hiyo halmashauri. Kwa hiyo ushauri wangu wapatiwe vitambulisho, sivyo ambavyo imekaa lingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili la kodi ya majengo, kuna watu wanasema kwamba halmashauri za wilaya ziko Excluded. So kweli mmesema, miji midogo, miji midogo iko kwenye halmashauri za wilaya. Mi sijui huolewa watu ukoje, na hata huko wanasema nyumba ikiwa ya tofali na ya bati mtachaji. Kwa hiyo halmashauri za wilaya zipo na umkanganyiko ulikwepo hata, hata juzi wakati mnahitimisha. Sana, muda wako umekwisha. Kazi yangu ni kukuhabarisha, jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.